Kijana moja siku moja alinifuata akaniuliza, "Bwana eh, mimi nafanya kazi na mmenipa zawadi ya kuwa mfanyakazi bora, ninaomba uniongezee mshahara." Nikamwambia, "Bwana sitakuongezea mshahara. Nafahamu una bidii, na nikuangalia naona unakokwenda ni kuzuri, utakuwa mtu mkubwa kule mbele. Nenda kafanye kazi kubwa kuliko mshahara naokulipa, baadaye dunia itakulipa fedha nyingi kuliko kazi utakayoifanya." Yule kijana akaondoka pale na lile neno kumuuma limemuuma. Mshahara hajapata wa ziada, lakini nimempa neno la kumsaidia: kafanye kazi kubwa kuliko mshahara na ukulipa, baada ya muda dunia itakulipa pesa nyingi kuliko kazi unayoifanya. Akalikamata lile neno, kaenda kafanya kazi, kafanya kazi, kafanya kazi, kafanya kazi. baadaye kaongezewa mshahara, baadaye taasisi nyingine ikamwita, ikamwahidi kumpa mshahara mkubwa zaidi, kamlipa mshahara mkubwa zaidi Alafu baadaye taasisi nyingine ikawa inamtafuta mtu, na mimi namkumbuka yule kijana, ni mzuri sana. Nikamwambia yule kijana, mkimpata yule ni mzuri sana wakasema we unamjua, kwani usituletee kwa sababu we ukiongea naye atakusikiliza. Nikampigia simu, bwana we, kuna nafasi hii imetangazwa na we naona unaweza ukawa manager, omba hiyo nafasi. Kaomba kapata, analipwa pesa kubwa kuliko pesa aliyokuwa naomba, kwa sababu alifanya kazi kubwa mwanzoni. Haleluya! bidii Bidii bidii, maana yake ni kufanya kazi zaidi ya inavyotakiwa. Ukiajiriwa unaambiwa masaa yako ya kazi ni masaa nane. Bidii itakuambia fanya kazi zaidi ya masaa nane. Bidii bidii. Biblia inasema ukiambiwa nenda mwendo wa maili moja wewe nenda mwendo wa maili mbili. Maana weka bidii kwenye kazi yako. Kama unauza maandazi, weka bidii kwenye maandazi yako. Amka asubuhi mapema, kabla jua halijakucha, halafu unatengeneza maandazi yako, unatengeneza vitumbua vyako, unajipanga, unaruka kwenye daladala, unapeleka kwenye soko, unakaa sehemu ya kuuzia, kabla wanafunzi wajaanza kupita kwenda shuleni Miogo yako umeipanga, mandazi umepanga, vitumbua umepanda, kila mwanafunzi anayepita unaokota senti yake, kwa sababu umeamka asubuhi kwa bidii. Haleluya! weka lalalala tu ukilala, ha, hamna kitu. Wewe unaenda kupanga wakati wanafunzi wako darasani, utauzia saa ngapi? Walishapita mtaani. Bidii inatufundisha kufanya kazi zaidi ya masaa yanayotakiwa. Kijana moja siku moja alinifuata akaniuliza, bwana hii, hii, mimi nafanya kazi na mmenipa zawadi ya kuwa mfanyakazi bora, ninaomba uniongezee mshahara. Nikamwambia, bwana, sitakuongezea mshahara, nafahamu una bidii, na nikuangalia, naona unakokwenda ni kuzuri, utakuwa mtu mkubwa kule mbele. Nenda kafanye kazi kubwa kuliko mshahara ninaokulipa baadaye, dunia itakulipa fedha nyingi kuliko kazi utakayoifanya. Ile kijana akaondoka pale na lile neno kumuuma limemuuma, mshahara hajapata wa ziada, lakini nimempa neno la kumsaidia: kafanye kazi kubwa kuliko mshahara na ukulipa, baada ya muda dunia itakulipa pesa nyingi kuliko kazi unayoifanya. Akalikamata lile neno, kaenda, kafanya kazi, kafanya kazi, kafanya kazi, kafanya kazi. Baadaye kaongezewa mshahara, baadaye taasisi nyingine ikamwita, ikamwahidi kumpa mshahara mkubwa zaidi, kamlipa mshahara mkubwa zaidi alafu baadaye taasisi nyingine ikawa inamtafuta mtu, na mi namkumbuka yule kijana, ni mzuri sana nikamwambia yule kijana, mkimpata yule ni mzuri sana wakasema we unamjua, kwani usituletee? kwa sababu kwasababu ukiongea naye atakusikiliza. Nikampigia simu, bwana we, kuna nafasi hii imetangazwa na we naona unaweza ukawa manager. Omba hiyo nafasi. Kaomba kapata, analipwa pesa kubwa kuliko pesa aliyokuwa naomba, kwa sababu alifanya kazi kubwa mwanzoni Haleluya. Mithali kumi mstari wa nne Mithali kumi mstari wa nne Biblia inasema atendaye mambo kwa mkono mlegevu huwa maskini, bali mkono wake aliye na bidii hutajirisha. Bidii inaleta utajiri, ulegevu unaleta umaskini. Muulize jirani yako, unaweka bidii kwenye kazi yako? Halafu muulize, unaweka bidii kwenye masomo? Unatumia muda gani kusoma? Shuleni hujapelekwa kwenda kukua mwalimu wa michezo wewe. Kila ukirudi unatuzwa michezo, sawa? Kama ni kipaji chako kwenye michezo basi na Mungu akujalie kwa sababu kipaji chako kitakuja kuchanua huko mbele, lakini hujapelekwa kwenda kucheza, umepelekwa kwenda kusoma. Haleluya, weka bidii kwenye masomo yako. Mi naandika vitabu, mtaviona pale nyuma, na weka bidii. Ni kazi hiyo ambayo Mungu kanipa na nafanya kweli kweli, naandika naandika naandika naandika Naandika naandika naandika naandika, Mungu kanijalia, nimetoa vitabu vidogo vidogo, sasa hivi viko kama 30. Nilianza na kimoja kikaja cha pili, baadaye nikaanza kuandika vitabu kwa ajili ya wanafunzi wa masomo ya CPA vikapitishwa na bodi ya uhasibu na ukaguzi Tanzania NBAA, vikaanza kutumika huko mashuleni kwenye elimu za juu, baadaye nikaandika na kingine, baadaye nikaandika kingine Muda wote tuna masaa ishirini na nne. Ndani ya masaa ishirini na nne, kuna watu wanatoka masikini, kuna watu wanatoka matajiri. Tofauti ni nini? Tunatumiaje muda ambao Mungu ametupa? Hakuna mwenye muda wa ziada. Ni kujipanga na kuweka vipaumbele na bidii. Haleluya! Weka bidii kwenye masomo, weka bidii kwenye kazi, weka bidii kwenye biashara, weka bidii kwenye huduma. Wengine wanahisi mimi mchungaji, mimi raia tu ba mchungaji ba mchungaji, nawaitikia kwa sababu wameniona kanisani. Nafanyaje? Eh, hey, bwana mimi na shida hii, nawasikiliza, naambia haya. Mungu akinipa neno la kuwashauri nawashauri, wengine niombea basi, nawaombea. Lakini mimi raia tu, yawezekana kale kabidii kwenye huduma, ndio kanachowaambia yule jamaa. Mchungaji mimi sio mchungaji, mchungaji ni yule pale ameketi pale, mchungaji Faraja, mimi raia kama wewe lakini, ninapenda niweke bidii kidogo kidogo kwenye kila ninachokifanya. Haleluya! Biblia inasema lolote mkono wako utakalolipata kulifanya lifanye kwa nguvu, kama vile unatumia nguvu ya Kimungu, whatever your hands find to do do it mighty. Kila kitu ambacho Mungu anapitisha mkononi mwako kifanye kwa bidii na kwa ufasaha, usibabaishe. Watoto wa kiume mpo, vijana wa kiume mpo, tabia tabia kuzembea kuzembeazembea kazini na ulegevu tuache. siku hizi kumeanza kuonekana watoto wa kike kama vile wanafanya vizuri zaidi kuliko watoto wa kiume, shida ni nini? Bidii! hujaoa kwa nini? unawahi kurudi nyumbani wewe, kwa nini usifanye kazi zaidi ofisini? unawahi nyumbani kufanya nini? Kwa nini unachelewa kwenda ofisini? Kwa nini? Kwa nini usiweke bidii? Alikuja binti mmoja. Naye alifuatilia fuatilia sijui kwenye hii mitandao ama wapi? Akaambia, mimi nimekufuatilia miaka mingi wewe. Naomba unisaidie. Eh, hey. Shida yako nini? Akaambia, mimi ninachotaka nipige hatua kazini niwe mkubwa. Akaambia, nataka kuwa mkubwa eh? Hey. Ukija kwangu nitakwambia nitakachokuambia utakifata. Akasema, eh, ndio nitakifata. Nikamwambia, sawa. Utafanya kitu kimoja tu. Kazini mnafungua saa ngapi? Saa mbili. Mnatoka saa ngapi? Saa kumi. Nikamwambia, wewe saa kumi na moja uwe ofisini, alafu usiondoke saa kumi, ondoka saa kumi na mbili eh? Akashangaa. <laughs> Nikamwambia, usishangae, nilichokuambia sijakosea. Si umekuja ku, ku, ku, kunitaka ushauri, na tumekubaliana kabla sijatamka neno nitakachokuambia utakifanya. Nilichokuambia nenda kakifanye. Sina jawabu jingine, fanya kama nilivyokuambia, uwe wa kwanza kuingia ofisini na uwe wa mwisho kutoka ofisini ha? Kaondoka, hatukuonana miezi, nafikiri mwaka umepita. Siku moja tukaonana naye tena, akaniambia naomba nikuone tena, akasema sasa hivi nimepata promotion. Haleluya! Nilipomuuliza kwani, anasema huwa nawahi ofisini asubuhi Kabla mtu mwingine hajaingia, halafu mimi ndio natoka wa mwisho ofisini, wakati wengine wameshaondoka. Fikiria, bosi yuko pale, kila bosi akiingia anayemkuta ni yule, kila bosi akitoka anayemwacha ni yule. Akitaka kupunguza mfanyakazi, unafikiria nani? Atakayemwacha ni wewe unayechelewa kuingia ofisini na kuwahi kutoka, ama ni huyu ambaye anawahi kuingia anachelewa kutoka? Panga litakupitia mapema, wahi kazini. Haleluya. Weka bidii bwana, kwenye kazi yako. Weka bidii kwenye biashara yako. Kama unauza mchicha, weka bidii. Ukiona mchicha umesinzia, umwagie maji, fanya hivi uchanue, chanue kidogo. Weka bidii. Bidii sio jambo jepesi. Nikiwa kijana Niliamua maishani nitafanya kazi masaa kumi na tatu kwa siku. Masaa mangapi kisheria natakiwa nifanye? kazi masaa nane. Mimi nilisema potelea mbali, sijawahi kusikia mtu aliyekuwa na bidii kafia kazini, ntaweka masaa kumi na tatu. Piga kazi kweli kweli. Wakija kufagia ofisini saa kumi na moja asubuhi, ni jambo la kawaida wao kunikuta niko ofisini. Wafanyakazi wote wakiondoka, ni jambo la kawaida mimi kufunga mlango wa ofisi wa mwisho. Kwa hiyo wakija asubuhi wananikuta niko ofisini, wakiondoka wananikuta niko ofisini. Huyu jamaa analala saa ngapi? Weka bidii kwenye kazi yako. Yakobo alifanya kazi kwa bidii, anasema mchana jua lilinipiga na usiku macho yangu yalikuwa macho kwa sababu nilikuwa napambana na, na dubu na simba wasije wakawachukua wanyama ambao Labani kanipa kuwatunza. Muulize jirani yako, unafanya kazi masaa mangapi? Wapendwa, kwa heshima niwaombe, kama unataka kutoboa kwenye uchumi, kama unataka utoboe kwenye pesa, kama unataka utoboe kwenye maisha yako, weka bidii kwenye kazi unayoifanya. Weka bidii, weka bidii. Wewe ni dada wa ndani, una deki, unafagia, unapika, unasaidia kazi za nyumbani sawa na maagizo ya mama mwenye nyumba, weka bidii kazi yako unayoifanya. Bidii yako unayoionyesha, kuna mahali itafika Watasema tumtoe ndani tumpeleke dukani. Baadaye watakutoa dukani, watakufanya uwe meneja wa duka. Baadaye wenye mali watasema, sisi sasa hivi hatutaki kwenda tena dukani, wewe utasimamia. Ni kwa sababu ya bidii uliyoanzia nyumbani. Haleluya! Weka bidii, spend hours in working. Jambo gumu hili, lakini sipunguzi uzito wa maneno. Bila bidii, Biblia inasema tunakuwa maskini. Kufanya kazi, kila mmoja anaweza kufanya kazi. Kinachotutofautisha mwingine akapiga hatua zaidi kuliko mwingine ni bidii. Wasome mpo, we una degree moja, una diploma. Biblia inasema kinacholipa ni kazi inayotendwa, na sio degree tulizonazo mfukoni tofautisha sifa yako ya chuo na anachokihitaji mwajiri. Mwajiri hahitaji cheti, mwajiri anachohitaji ni matokeo. Matokeo ya kazi njema yanatokana na bidii. Weka bidii, usiwaze vyeti vyako na digrii zako pamoja na hadhi yako. Fanya kazi kwa bidii.